Hello, mambo vipi? Hope uko poa kabisa, na kila kitu kinakuwa kinaenda sawa, e, mitikasi yote inakuwa iko bomba and bomba kabisa, e, bana, leo tuko na issue ya masuala mazima ya mikataba. Unajua kwenye usanii pia tunajua kuna kuwa kuna lebo tofauti tofauti ambazo zinakuwa zinapatikana, e, kama hapa Tanzania kuna lebo kubwa kama WCB Wasafi, e, lakini pia kuna Kings Music, kuna Konde Gang, e, kumekuwa kuna makundi mengi sana ya muziki, lakini pia kuna African Princess. Ingalia kuwa makundi mengi kwa sasa hivi, wasanii wake wengi sana wameweza kuondoka ondoka ukianzia pale Konde Gang, pia Ibla ameondoka African, e, bana Yami pia kaondoka WCB, ameondoka Mboso ameondoka, e, bana Lava Lava, vitu vimekuwa ni vingi sana lakini saa stories zilikuwa nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii lakini pia e, kwa wasanii wengi kuweza kujiuliza sana e, lakini pia mashabiki kuweza kuhoji kwamba ni kwa nini wasanii wengi sana wamekuwa wakiondoka katika hizi label, au kuna kwa kuna kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha wengi wao wakaongelea masuala mazima ya mikataba e, tunakumbuka ma, e, kule WCB pia ilikuwa inasemekana bwana msanii anachukua asilimia e, 40, and then asilimia 60, then zinakuwa za kampuni au tunaweza tukasema e, za lebo. Sasa e, msanii Mick Mill kutokea huko Marekani pia kuna chombo cha habari kikubwa sana ambacho kinapatikana huko ambacho kinafahamika kwa jina la Hot 97. Ni moja kati ya vyombo vya habari vikubwa sana ambavyo vinakuwa e, vinatoa taarifa nyingi sana kuhusiana na wasanii e, kutokea nchi mbalimbali. Sasa e, chombo hicho kilikuwa kimepost picha ya Mick Mill and then chini e, caption yake ilikuwa inasema kwamba e, Mick Mill says his Finally independent Leve uh, leveling he only ended asilimia kumi na tatu ambapo uh, over uh, kumi na tatu he has pain now i'm get 100 percent of this shit I got all ownership. Sasa akimaanisha kwamba Meek Mill before kumbe kati kwa kwenye masuala mazima ya lebo pia alikuwa a, anapokea asilimia kumi na tatu tu. What I imagine. Toka e, asilimia mia moja mpaka kumi na tatu, kiangalia hiyo range. Ni range kubwa sana. Yani ni range kubwa sana ya utofauti wa pesa mbao katika Sasa, Diamond mbao naichukua katika lebo. Sasa Diamond Platnumz pia ameweza kushangazwa na watu ambao pia wamekua wakishangaa kwamba WCB msanii anachukua asilimia arobaini and then mabosi wanakuwa wanachukua kwa asilimia sitini. Sasa akalinganisha MeekMill, sasa kama yeye ndani ya miaka 13 ameweza kuchukua asilimia 13 e, katika asilimia mia moja. And then, akaichukua ile post akaiweka kwenye Insta story akawa ameandika, sasa e, kuna somo kubwa hapa kwa wachambuzi wetu Tanzania e, kujua uhalisia wa biashara za lebo zikoje, ili kuweza kujua mtu anapokuwa yupo e, kwa mkataba wa, wa, yuko kwa, e, wa mkataba e, kinyonyaji ama mkataba wa wa wa, wa fair wa fair deal, itasaidia e, kuweza kuwakichambua wachambue kwa kusaidia na kujenga industry. So Diamond Platnumz kwa upande wake ni kama hiki kitu kimeweza kumgusa sana kutokana na kelele nyingi ambazo zilikuwa zikitokea katika mitandao ya wa kijamii, watu wengi wakiendelea kumsema kwamba ni design fundi kama anachukua bana asilimia kubwa sana kwa wasanii wasani wake, imagine asilimia 40 halafu ndo anapewa msanii, halafu yeye anachukua asilimia 60 ni kubwa sana. Sasa ameweza kulinganisha huyu msanii MeekMill, yeye ni asilimia 13 tu ndani ya asilimia 100. Ni utofauti mkubwa sana. Kila mmoja anaweza kujifunza kutokana na hiki amesema wachambuzi wengi ambao mnakuwa mnachambua masuala mazima ya mikataba ya wasanii au kuanza kuwasemasema watu kuhusiana masuala mazima ya mikataba, muwe mnaangalia kwamba huu muziki ni biashara and then kila mmoja anakuwa anafanya kwa upande wake. Drop comment yako hapo kwa maoni yako kuhusiana na swala hili. Je, kwa upande wako unaona iko sawa au haiko sawa? Unakomentisha kinoma noma.